Sasa na ukiangalia na, najua culture ya ya Kifaransa ni ni culture fulani ambayo ni ngeni katika nchi kama zetu za East Africa, hasahasa uh, Tanzania. Sasa unadhani networking ndani ya kazi au ndani ya taaluma, kwa mfano ukiwa kazini, networking ina umuhimu gani au ni, ni kuna urahisi gani wa kufanya networking kupata colleagues ambao wameweza mkashia vitu na kufanya mambo ndani ya kazi uh, kuna culture difference when it comes to building uh, professional networks uh, in France and uh, this culture difference it comes from the French culture where first of all people like to separate work life and private life

I assume it matches well our company culture. Kwa hiyo hapo ndio kazi za the, the professional network zinakuja kuonekana faida, faida yake inakuja kuonekana. Kwa hiyo kwa mfano, kama ulikuwa umeshafanya na kazi na mtu katika project fulani, ukawa umebuild a good uh, professional uh, network, umeonesha your talent, you are most likely to receive a call from your old colleague old friends, akakwambia kuna kampuni yetu, kuna project fulani na fulani, na kulingana na competence unaweza kujua, nadhani unaweza ukaleta CV yako tuka tuka tukaiweka hapa, nika nika co-opt, unaita co-opt, it's like to invite you to the company. Kwa hiyo sio kama kupigana pande vile, yeah ni kama kupigana pande, ila ni kupigana pande katika professional way, the professional system, kwa sababu ni kitu ambacho kinakubalika, kimewekwa katika system na pia kuna faida nyingine katika hiyo system, unaweza wote mkalipwa kama ni talenti inayotafutwa. Mm, wewe unaye unaye unayemkoopt huyo mtu unayemleta huyo mtu unaweza ukapewa pande, maanake kwa kawaida makampuni yanapotafuta talent huwa yanapitia like recruiting agencies, huwa mm, wana wanapitia kuchukua headhunters, kwa hiyo

to grow your career and the most important thing you can even get mentors building a network is very important but the most also important to when we are building a network we should build those network in such a way we are not on the receivers but we are also givers okay. so we should build the, the, uh, the professional network which are based on mutualism okay. so, yes. unatoa unapokea yes. ha, sasa, pengine kwenye hii co-optation nikiuliza swali moja la mwisho kidogo tu, naomba jibu dogo. Mara nyingi sana tunajua kwa mfano, kama una ndugu, chukua mimi na wewe ni mtu na ndugu yake. Je, una, una uwezo wa kum, kum, coopt ndugu yako au una uwezo wa kumpigia pande ndugu yako aje kufanya kazi na wewe kwenye kampuni moja? Definitely you can do that kwa sababu inapokuja cooptation, wewe level yako inapoishia ni kupropose CV Mm. After that huyo mtu atapitia all other process that any other person would have passed. Kwa hiyo ile ni the way kupata the most fit product at the least amount of time kwa sababu anajua kwamba wewe unajua mm mnafanya nini katika kampuni unajua uh, culture yenu unajua the competences which are needed the uh, the kind of profile that they are looking so it's like uh, it's a first process uh, the only thing that you should know even if you're going to coopt your your wife your your son it's like uh, they are most likely going through their the most just process as any other person okay. and another thing one thing you may not have to end actually if, uh, if you've got a very personal relationship with, with a certain person they will, you will definitely need to, do, to declare in such a way that uh, they are not going to put you in the same team um, in a way that it can get okay. conflict of interest kubaguliwa okay. so, um kwa mimi, kwa experience yangu binafsi, sidhani kama nimewahi kukutana na kitu ambacho nilikiona, nika, nika qualify kabisa hiki, huu ni ubaguzi. Kwa sababu pia katika working places kuna sheria kali ambazo zina, zinalinda wafanyakazi mbalimbali dhidi ya ubaguzi wa aina yote, wa kijinsia, wa kiutaifa, wa origins zako. Kwa hiyo kwa mimi sijawahi kukutana nao ubaguzi face to face, I don't say kwamba how exist but what I'm saying kwamba personally, uh, sijawahi kukutana sijawahi kutana nao. Sasa inaweza ikawa ni watu kwamba they know kwamba here is where we get our day, our daily bread mm. Ndo maana, they don't show those traits. Na nadhani na mimi naafiki pia unachosema, kwa sababu nadhani Ufaransa ni nchi ambayo pia na sheria kali kiserikali kabisa, sio sehemu za kazi tu, kiserikali kabisa ambazo zinapinga ubaguzi. Yani, ukiwa mtu anaonekana ni mbaguzi, hata Mfaransa akimwita mbaguzi ni kitu ambacho kwa yeye akichukulia vizuri, kwa nadhani ni kitu kizuri. Na kama kuna mtu ambaye anataka kuja kusoma Ufaransa na wasiwasi na ubaguzi natakiwa ufahamu kuwa uf Ufaransa ni nchi ambayo ubaguzi hata kama upo ni ubaguzi fulani ambao unafanyika sehemu chache. Mimi mmoja wapo watu ambao naweza nikashuhudia, nimeshakaa hapa muda ambao pungufu miaka kumi na tano, lakini swala la ubaguzi kama nimekutana nalo sikumbuki. Unaona, kwa hiyo swala la ubaguzi inawezekana lipo, hauwezi kuisha kwa sababu watu wako tofauti, lakini swala sio kitu ambacho kiko obvious unaweza ukakiona. Sasa pengine turudi tena katika mazingira ya kazi. Unadhani uh, kuna kuagana na vitu vya upendeleo au nepotism ile ambayo inaonekana kuwa, uh, kuna watu wanapendelewa zaidi kuliko wengine, au unadhani ni mazingira fani ya haki kabisa ambayo yanafanyika ndani ya nchi ya, ya Ufaransa? Kwa mimi naweza nikasema kwamba katika nchi ya kifaransa hakuna upendeleo au nepotism ya wazi. Kuna, kitu kuna, kuna baadhi ya watu kupewa fursa mbalimbali ambapo kwa mimi binafsi nawaelewa kwa ajili gani wanafanya hivyo, kama kujaribu ku, kupushi wanawake waweze kufanya kazi katika uh, managerial positions. Those are the things uh, who, I understand them why do they push the such kind of people. And another thing kwamba kuna vitu vingine it depends on how you may look, but

that is just being boastful mm. Kujisifia, and will be ambuku wa Faransa kwa utamaduni wao wanajua kujieleza. mm. Na nadhani katika ile miao wamefanya masomo kama masomo ya philosophy, e, ni masomo ambayo yanawafanya ya wao vizuri zaidi katika ku kuandika ripoti kujielezea ku mm. defend their point of view mm. Kwa hiyo those are actual characters which are needed when it comes to leaders so some